Huyu mtu tukichelewa chelewa kidogo goli nane hmm. Tumechelewa chelewa kidogo yes. Hey! tukichelewa chelewa kidogo goli nane. Niko na Uchebe hapa, shabiki wa Young Africans na mwanachama pia. Tazungumza naye mengi sana kuhusu na mchezo wa leo, lakini kubwa zaidi, Yanga amekuja bure na wengi wamejitokeza. Ina maana kama Yanga sio bure, mashabiki hawajaji uwanjani eh? Kaangalie kwenye mauzo ya N-Card. Umenielewa, katika vilabu kumi na sita Tanzania hapo, klabu gani ambayo kila mwaka kila msimu yenyewe inaongoza kwa kuleta mashabiki uwanjani? Yani ukisoma tu Yanga ndio kila msimu tunaongoza kupeleka kuingia uwanjani. Umenielewa, e. Kwa mjibu wa mauzo ya Encard. Encard ndio anatoa data maburukengi hao elewa, kwaiyo sisi ndio tunaongoza. Tunaua rekodi. Sasa sijajua huyu maskini ametokea wapi Dio. Anaanza kujikombakomba kufanana na sisi na yeye aonekane tajiri baba wewe kila siku ugali maharage, ugali maharage mm. Ukibadilisha sana kisamvu, mi mwenzio mm. dagaa kwangu sio samaki. Hey, umenielewa e. Mimi nikikwambia, nabadilisha mlo, nabadilisha kweli kweli. Ndio maana leo tumewaambia njooni uwanjani bure. Alaa. Leo yeye na familia yake e. Hey, kusanya shangazi, binamu, mjomba siu nani, yes, safi s e, baba e, kila mtu kila mtanzania e, safi. Kwanza nimpongeze Azam jana kamgonga mtu goli saba, yes. Umenielewa na nyuma aligonga goli mbili e, tisa arobaini na tano umenielewa e, matajiri. Umeona tunavyokusanya mzigo, tunafuata sisi leo, umenielewa. Tukimgonga huyu mtu, tukichelewa chelewa kidogo, goli nane. Ndio, tumechelewa chelewa kidogo tukichelewa chelewa kidogo goli nane. sikiliza ule uwanja ulikuwa mbovu. Ah, uwanja Malawi mbovu. Ule uwanja usapoti matokeo kabisa umenielewa, hmm. kwanza mi mwenyewe nimefika hmm. ni hadi Malawi nimefika na umwa hmm. Hey, baba ndio nakupa hizo pakome zozoa mwakilishi hmm. wa NBC Premier League kombe la dunia Marekani 2026. bl alifika Malawi akasema, Mungu wangu, nimeizunguka hapa duniani nchi tofauti tofauti, yeah. Ila hii Malawi hapana. mimi naambieni kabisa <laughs> <Chizahadu. laughs> <Chizahadu ujebe. laughs> <Chizahadu ujebe. laughs> Umesikia, hata ukifurisika vipi usiombe kwenda Malawi oh. <laughs> umenielewa yeah. Ndio maana kule vinakaa vitimu vya ovyoovyo kama vivi Silver Steak. Simba anaweza kaishi kule. Eh, uh-huh. hey, Simba anaweza kaishi kwa sababu uh-huh. ni mtu aliyezoea ukame ukame, yeah. umenielewa haya mambo ya ulaini laini tunamfundisha sisi hapa Bongo, umenielewa. Kwa hiyo sasa ule uwanja ulikuwa usupport kabisa ni hovyo, katika viwanja vibovu. Hata kafu sijajua alitumia vigezo gani kumpa ule Silver Striker tucheze sisi Yanga pale, itakiwa amhamishe kwanza uwanja umenielewa? Eh. Safi. Le leo, mpo nyumbani amna kisingizio. Aa, hapa, leo baba, ndio maana nimekwambia tukichelewa chelewa. Tukichelewa? Chelewa. Ah goli nane yaani hapo tumechelewa yaani tukitoka nane tunasema hatujatoka na uchovu yeah. E, yaani hapo tunatoka bila uchovu yeah. Goli nane ila tukitaka kupata uchovu yeah. sita mara mbili ni ngapi? Kumi na mbili kwani, e. Unashangaa nini? Yaani hapo ndio tunaanza kupata uchovu kwamba ff, leo tulikuwa kwenye mechi ea yeah. Ni nani ssr ni nani? Yeah. Wewe jiulize mwenyewe ni nani wao tunavyozungumza, Silver wao wanaona ni timu sio, mm. ila tukija Bongo ni madini eh, madini, umeelewa <laughs> tunavyozungumza striker eh. wao wanaona kule ni klabu, ila sisi tunazungumza mshambuliaji wow. wanachotudanganya wao eh. wanatumia maneno ya Kiingereza sana eh. ila sisi yeah. Kiswahili sisi, waswahili tuna tafsiri, tumeenda shule. Dakika 90 mambo yakiwa mabaya, Uchebe, usinaomba usinikimbie. Mimi siwezi kumkimbia mtu na hakuna kitu kitakachokuwa kibaya hapo yeah. Umenielewa yeah. Leo tukimaliza game dakika 90 nga yeah. Waulize Silver Streka, vipi, atakwambia mbona hii sio yanga tuliyokutana nayo Malawi ah. Leo wametubadilishia wachezaji wa Man City wamekuja Yanga na wa Yanga wameenda Man City. Yeah. si so, umenielewa yeah. au nimekupiga kombora? Wa hey, hey. Ah, umenielewa hey. Leo watakusimulia kwamba no Yanga wamefanya mabadiliko fulani hmm. Wachezaji wa Man City wamekuja Yanga na Yanga wameenda nasikia vitu hivyo. Umenielewa? Wao wenyewe watawaambieni kabisa. Ah, Yanga bwana acheni hizo yeah, sifa sasa, umenielewa hey. Leo hey, nataka nikupe kionjo. Hey, kionjo tuna mchezaji ambaye hey, anawakilisha NBC Premier League. Hey kombe la dunia elfu mbili ishirini na sita. Umenielewa? Aliyeipeleka Ivory Coast ni nani? Washafuzu wapi? Zilikuwa bado game ngapi wafuzu? Game mbili. Timu ngoja katika uh, uh, katika yeah. Inchi kumi umenielewa yeah. yeah, tisa zimeshaenda wanatafuta moja, si wanatafuta hii? Moja. Ivory Coast wameenda aje? Ngoja, nini NBC ya full ikatoa, ngoja sikiliza, lini yani, eh, eh, eh, NBC Premier League zote ngoja, dakika 90 zote, yaani dakika 180 game zote mbili anacheza, umenielewa? Nikuulize mwandishi, umenielewa, tusibishane sana, niambie lini NBC Premier League imetoa mchezaji kucheza kombe la dunia? Si mara ya kwanza kupitia kupitia ati sasa, mimi nasikilizia yaani yule mtangazaji ah. kama beauty, beauty and... uh -huh. This is beauty anakuambia, this is Pakome, Pakome, Pedo, Pedo, Pedo from NBC Premier League Tanzania, Young African, one of the player, come to World Cup. World Cup.